Tumekuja tena. Hakuna mahali ambapo mimi huwa napenda kuja kuzungumza na wananchi kama Mwembetogwa na nyie ni mashahidi, na nyie ni mashahidi. Hapa Mwembetogwa hapa ni mahali pa kihistoria wa chama chetu kwa sababu hapa tumefanya mambo makubwa sana katika siasa za Iringa hii, katika siasa za mkoa wenu.